Kwa jina naitwa Madam Giroteti Loningo Sindoeni, nafundisha Yakini Primary School. Uh, nafundisha masomo ya science. Wito wangu katika serikali na katika jamii uh, ninaomba sana serikali yetu mama uh, awekeze zaidi katika m, katika nyanja tofauti tofauti za kijamii, kisiasa na kiuchumi eh, kwa wanawake zaidi kwa mfano katika nyanja za uongozi, wanawake pia wapewe kipaumbele zaidi na zaidi, na tunamshukuru mama kwa kweli kwenye upande wa uongozi kwa sasa uh, wanawake katika sehemu nyingi e, wanaongozwa na wanawake. Tunaomba zaidi endelee kuendeleza na katika elimu pia tunaomba na tunazidi pia kumshukuru, kutanguliza shukrani kwa kweli, ameachia nyanja tofauti tofauti za kielimu kama kufungua shule Eh, ambazo zinawasaidia wanawake, so tunaomba zaidi mama asichoke, aendelee kuachilia lango zaidi. Hilo ndo wito langu, na pia katika jamii eh, jamii tuendeleze kuitokomeza eh, zile ukandamizaji wa kijinsia ambao unaendelea kudidimiza katika jamii tofauti tofauti, na bado hata kwa sasa inaendelea kwao, tuendeleze Kuididimiza zaidi ili wanawake wazidi kuwa na kipaumbele zaidi na usawa wa kijinsia izidi kuendelea. Habari zenu, naitwa Tumi, ni mwalimu wa baby class shule ya msingi Yakini. Nimefurahi sana kuona mabadiliko makubwa kwamba wasichana wanasoma kwa bidii, wanajifunza na wana uwezo mkubwa wa uelewa kwa sasa hivi na wanaletwa pia mashuleni. Ni bahati kubwa sana kuwa kati ya watu moja, kati ya watu ambao wanapass knowledge na kuwa mwalimu ni, ni swala kubwa. Sasa kuwa mwanamke kwamba kuna mafanikio makubwa, kwamba unapomfundisha mtoto namuona ameendeleaje huko mbele inakupa furaha. Kwa hivyo unajivunia kuona watoto ambao nimewafundisha wakiwa na furaha na, na wananionyesha elimu ambayo wamejifunza. Kwa majina naitwa Renata Peter, ni mfanyakazi wa Yakini Primary School. Siku hii ya wanawake duniani, ujumbe ninaotoa kwa wanawake wenzangu wanaohusika na malezi ya watoto tuwe na upendo, tuache roho za ukatili, tuwapende watoto wetu kwa moyo mmoja ambao tumewazaa na hata ambao hatujawazaa wa wenzetu, kwa sababu hata kwenye Biblia imeandikwa, mtoto wa mwenzio ni wa kwako. Mimi kama matron pamoja na matroni wenzangu tunajivunia kwa watoto wetu kwa sababu watoto wetu ni wasikivu, watoto wetu ni wa... Ni, ni wasafi watoto wetu, wana afya kwa mimi. Kama mimi pamoja na matoni wenzangu, kwa kweli tunajivunia kwa sababu sio kawaida kwa mtoto wa, wa mtu mwingine au wa, wa upande mwingine kukusikia na kukusikiliza na kukutii kwa sababu kila mtoto ametoka katika familia mbalimbali na malezi anayoyapata ni tofauti na malezi tunayowapa sisi. Kumweka mtoto kwenye mstari ulionyoka sio kazi rahisi. Hivyo basi kwetu sisi hayo ni mafanikio makubwa sana, tunajivunia. Asante. Karibuni Yakini, tunawakaribisha ambao mnatusikiliza hata kwa sasa, mwalete watoto wenu, kwa kweli watapata malezi yaliyo bora.